Kufungwa kwa Daudi Mashimo. Je, Mbarikiwa anafurahia nafurahia kwa sababu yeye alifurahia kufungwa kwangu na kusema kifungo cha miaka mitatu hakitoshi takiwa takufungwa maisha. Jibu hapana, anyway, ke, mimi sifurahii nw nikifurahia napata faida gani? Kufungwa kwake na, mimi nitapata faida gani? Narudia tena. Tutakaa kila kweli kwa sababu ya upumbavu wake mwenyewe miaka mitatu tu. Na wewe mwandishi wa habari, sitaenda kuleta hapa. Sikiliza wewe mwandishi wa habari, sikiliza mwandishi wa habari wewe, acha ujinga. Sikiliza nitakulomba mkoo sasa hivi. Na wewe bwana, mimi nakwambia kwamba huyo serikali haiwezi kumwonea mbele wa mahakama, haiwezi kumwonea mahakama. Imetirizisha huyo, amepata hukumu

Unafikiri kumchukua Yesu kama alivyo ni nini inetesuri yake konowatwaulle <laughs> Mungu atasema nanyi hata lini? Awa wakati anakaribia kuja nini, utageuka chukua sura yake, mimi si furai. Na kama haitoshi, ninaona hata aliyekuwa amemkosea kama kuna namna yoyote ya huruma na busara basi ruhusu tu huyo kijana atoke. Najua miaka miwili inawezekana, inaruhusiwa kifungo cha nje, mruhusu tu huyo kijana atoke. E, kijana kwa mfano mimi alifurahia. Tunajua vijana maisha mjini ni magumu, alifurahia na kusema yale kwa sababu inawezekana wale waliokuwa wananifunga walionifunga, wali mimi na kunitesa, alijua ni watu wenye uwezo fulani na mamlaka fulani, huenda akionekana anashadadia anashadadia jambo la, la kufungwa kwangu, alijua pengine atapata chochote, haijua pengine atapata chochote, kwa sababu ni kama alimaarufu uchawa ndo njia ya kuishi mjini. Yani kufurahia mwenzako anapoteseka, kumfurahia mwenye kauwezo fulani, hata kama anadhurumu watu, anaua watu, anatesa watu, anaumiza watu, anaonea watu. Sasa ni kama uchawa ndio habari ya mjindo, namna nzuri ya kuishi hasa e, dare, dare, Dar es Salaam, lakini pia kwenye nchi zetu. Mwisho wa siku, unaona vijana ni njaa ni njaa lakini sidhani. Kwa mfano, mimi mimi sina masilahi yoyote akifungwa, lakini mwisho wa yote, ene jambo kubwa ni kazi yetu. Weye aliyekuwa amekuudhi, aliyekuwa amekufanyia mabaya, alikuonyesha kiburi cha aina yoyote, mi nakusii tu <coughs> msamehe kama kuna namna yoyote ya huyo kijana kupata kifungo cha nje kwa sababu ya miaka miwili, pasiwekwe tu ugumu wowote. Mwacheni, mwacheni, nawezekana atakaporudi wa kwanza kuwatokana ni akina Mbarikiwa. Juzi tu hapa e, nilio na komenti yake kwenye mtandao wangu, Bashando alikusema kwa Mbarikiwa pale hakuna mtu anayeweza kupata gari ya milioni akupata uwezo wa zaidi ya milioni kumi ishirini thelathini hamsini Sasa baadaye tukaona hebu ngoja wa walau wapostiwe tu hata aliyeweza anayeweza aliyoweza tuliposti anayeweza walau mmoja aliye kwenye hatua hiyo. niyo na komenti ya Mashimo, anasema kwamba tuonyesheni plate namba eh, hakuna waumini wambarikiwa hapo wenye uwezo kama wa Mashimo, wanamfikia mimi, usijasema wanamfikia yeye, tulikuwa tunamjibu kwamba watu hao wapo, kwa sababu litaka kuwaona, una masilahi gani na sababu gani za kuwaona, hatujui lakini wapo, wapo wenye hatua za hivyo. Zaidi ya hayo, hawawezi wakafanana na wewe, kwa sababu kipande kubwa wahubiri huzisaka kokote kwa njia yoyote, huzikusanya kwa wengi, wakafirisika wengi, akapata yeye na wengine, akawaambia watapata za ulimwengu wa roho, yeye anapata vya kuonekana kwa macho haya. Kwa hiyo alinishambulia kwa mambo mengi juzi tu, yaani siku moja au mbili kabla ya hiki ambacho kimeitwa kwamba amehukumiwa jela. Kimsingi tangu nitoke jela niwahi kusikia, awamu ya kwanza aliwahi kuhukumiwa kulipa fine, sikuwahi kushangilia, na hasa baada ya kuona tu ni fine, nikaachiwa, sikuwahi kushangilia na kusema, sikusema chochote, si tu kwa sababu Mashimo ni mtu ambaye anatajwa, akili yake haiko vizuri, ama ukimwangalia vizuri, ni kama akili yake haiko vizuri, wakati mwingine watu wajinga wajinga ndio wanaokoleza moto wa kuua kuteswa kwa watu wema kwa, kwa miaka yote. Angalia, wakati wa kuua kwa Naboth walitafuta watu wasiofaa wakatoa ushahidi wa uongo. Wakati wa kuua kwa Yesu walitafuta watu wasiofaa wakatoa ushahidi wa uongo. Wakati wa Stefano, wakati wa kina Paulo, yani karibu kila mahala ilipokuwa inatafuta kuua kuteswa mtu mwema walitafuta watu wasiofaa hivyo watu wasiofaa wakati mwingine inabidi kuwakabili ili kuwafanya watu wajua wafai. Lakini sasa mimi binafsi nisemacho, wala hata siwezi ku kufurahia kufungwa kwa Mashimo. Bado anatoa wito, ikiwezekana Mashimo msameheni Musa, msameheni, wacheni arudi aendelee ku, ku, ku, kufanya uchawa, kwa sababu hatuwezi kusema pengine tuni ni, ni uchawa, ni mtu ni kama ndo njia ya kupata maisha yake. Kuna vitu katika uchawa na ku, akiwa na udhi sana, anaburudisha anaburudisha, utashanga unacheka, takama ni ya kuumiza unacheka. Acheni wawemotoao wa duniani Eh, ni kweli amepata onyo. Sidhani kama atarudia kufanya vurugu kama alizofanya, kwa namna ambavyo anaweza, ameshtakiwa, lakini onyo tu na fundisho kwa mtu mwingine. Ekeshe, hii dunia sio ya baba yako, hii dunia sio ya mama yako. Hii dunia inageukia popote, dunia hii inageukia popote Angalia sana utakapokuwa na furahia ya mabaya yanayomkuta mtu mwingine, kesho anaweza kuja kwa mlango uliotarajia na mlango ambao ukutarajia, ukiwa unajua uko upande wa wale wanaweza kuwa pamoja nawe wakati wowote, na wale watu wasija ukakuangalia kwenye wakati kama huo, na kuhakikishia, hakuna mwanadamu atakuwa na wewe kirahisi hivyo siku ya mateso yako. Usifanye mambo kwa sababu wanadamu, mi unatumwa. Usifanye jambo kwa sababu wanadamu watakuja kukusaidia. Wanadamu hawawasaidie uwasaidiavyo, panapokuwa na hatari ya uhai wao au mali zao, huluka na kukukana kabisa. Walimkana Yesu kwa sura kama ile. Nataka fanya kitu ambacho wanadamu waje wafanya chochote juu yako, wasifanya chochote una moyoni mwako na amani, najua lakini nilitimiza wajibu wangu wa kibinadamu. Wote ambao sasa mko kwenye chati za juu za uchawa, niliwahi kuambia mwogope Mungu, cha pili iogope teknolojia. Inawezekana watu watakuja kuitumia teknolojia kuwakumbusha mlivyosherehekea na kufurahia mabaya ya wengine. Mashimo atakapotoka gerezani, kiona hii naitumia kufundishia wengine, hata kama ha, haita sa, haiwezi kuwa na mchango wowote na kusaidia chochote. Inawezekana kabisa atakapotoka atanitukana kwelikweli, na inawezekana bado ataendelea kutukana watu wengine. Tukisema kutukana sio kusema makosa ya mtu Kutukana ni kusema jambo baya la mtu ukitamani aibike ama pate madhara wakati hakukosea; hivyo huko ndo kutukana. Lakini kusema kosa la mtu ambayo amelifanya kwa sauti na lugha y inayofanana na kosa lenyewe sio kutukana enewe. Anyway, vyovyote iwavyo, wito wangu msameheni tu wepesi wowote wa kifungo cha nje na utumike, mwacheni. Aliyekufanyia fujo hiyo, samee vijana. Kwa lugha rahisi, anayosema wamevurugwa mambo, si mambo katika dunia tuishio. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sama, itengenze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa ama fae katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki hiyo karibu kuja. Hii ni maana neno mara na afa